E, chama cha walimu nchini tawi la Trans Nzoia kimekosoa vikali hatua ya tume ya uajiri wa walimu TSC ya kuhamisha walimu na kuwapeleka kufundisha maeneo yaliyo mbali na makazi yao, wakisema kuwa hatua hiyo inakiuka sera iliyoanza kutekelezwa eh, mwaka wa 2018 ambayo inaelekeza kwamba walimu eh, wanaofundisha karibu na maeneo wanakotoka ili kuboresha ufanisi kazini. Kamba walimu wafunze katika maeneo ya nyumbani katika kaunti zao. Sasa ilikuache tukapata mwalimu kutoka Kisumu na delocalization imetolewa, tungepata mwalimu kama kulikuwa na sababu kabisa, lazima Mr. David Luganda atolewe kwa shule Akitali School, tungepata mwalimu mwingine ambaye equally competent aende kule Akitali School kutoka Trans Nzoia, alafu Mr. Luganda pengine apeleke shule nyingine Trans Nzoia hapa, kungekuwa na manunguniko makubwa. Hiyo ni shule ambayo kila mtu anaangalia Trans Nzoia. Kwa hivyo lazima jambo likitokea pale mpaka washikadau wote wahusishwe ili tuone kama kulikuwa na shida na mwalimu tukijua. Unajua vizuri sana, ni kwamba TSC ina hiyo jukumu la kuhamisha walimu lakini lazima wahamishwe kwa njia ambayo sio hivyo. Hivyo sisi hatukatai hata kwamba lazima mwalimu aweze kuhamishwa, lakini hapana, lazima ahamishwe kwa njia ambayo itakuwa ya kitaaluma. Sio tu kuhamisha hamisha walimu kwa njia kama hiyo. Kwa hivyo kile kitu katika kitaaluma naona sio sawa.